Ha, hakuna ambaye anamua kwamba leo nitapanda gari nitarudi salama. Ndiyo maana tuna mpango wa damu salama, tunaweka akiba ili wakati wa dharura wagonjwa wetu wapate huduma ya damu lakini pia kuna wapotrna umri wa miaka mitano kuchangia damu.